So ile kitu mimi nataka saa hizi mm, na hiyo mimi, hakuna kitu, hakuna compromise ni twende huko kwa hiyo nyumba huyo, mm, mama tumwondoe hapo, maanake hana kitu chochote ambapo anafaa kufanya hapo, ah, tesa watoto wa, wa, wa, wa bwanake hata kama ni mama wakambo. Kwani ni mama aina gani huyo? Twende huko tumwondoe. Hiyo tu ndio naweza sema. Tunaenda, napiga simu sasa hivi. Sasa hivi nyumba yako unafanya kazi, unafanya ujinga watoto wakiwa fanyiako ije na unarekodi hello guys what's up my good people it's aboy Binai welcome to the Binai e hey, watu wangu Siku nyingine njema, tuko hapa na Chris e, na tuko hapa na mzae. Siwezi penda kusema majina yake na siwezi penda kumuintroduce Okay, asante Chris, umeacha hapi kazin yeah. Nambia kuna iso anashugulikia yeah. So Anakamu lakini? Yeah. Yeah, kuja. Yeah. Yeah. yeah. Okay, sawa sawa. So mzee Abilo asante sana kwa kufika. Eh, yeah. E, Tungeza kupenda utuambie we ni mzee Abilo kutoka wapi, labda umekuja haje, umefata nini ya yeah. Yeah. Yeah. mimi ni mzee Abilo nimetoka mm. Siaya all the way from Siaya mm, na kuna kijana wangu ambaye alikuwa anaishi hapa mm, na alifariki mm, ni kunafanya kazi ya KDF. mm. na nimepata habari kwamba watoto wake ambao ni wajukuu wangu mm, wameteswa sana mm. so katika hayo mateso mm, hii nimefanya nifikia hapa. Ni nani alikuelezea Chris, na alikupigia simu ama nani alikuelezea hivyo? mm. Chris alikuwa ananielezea hivyo kutoka mwanzo mm. Lakini of late alikuja kanyamaza mm. So sikujua nini naendelea mm. Na mi pia sikuwa nasikia poa mm. Sasa ikabidi vile afya imekuja kidogo nikasema tu nijilete ni mwenyewe oh. At least, nione nini mm. naendelea mm. yeah. Ni babu ya Chris yeah, ni babu ya Chris mm. mm. Msichana wangu ndio mama yake. Msichana wako ndio mama yake. Nimekuelewa. nilikuwa najua kijana baba yake ndo wewe, ndo baba yake? ah, hapana, hapana, hapana. oh. <laughs> Sawa, asante kufika mzee. kwa hiyo <coughs> labda ni Chris, wewe ndo umetafuta mzee, na wewe ndo umetafuta babu? e, mimi ndo nimempigia simu tena. mm. after after we kuleta cousin nikaona, mm. sasa I also have a grandfather. acha mm. ni mjaribu tena mm. Ndio sasa ikapatikana. oh. yeah. ulikuwa umemguzia labda vitu yeah, yenye na happen ya yeye. Ndio nilikuwa nimeanza na yeye yeah. huko mwanzo mwanzo before tuende kwa anko. Mm. but uh, kukakuwa na issue mm. oh, yeye ndo ulikuwa umeambiwa kwanza kabla hujaambia anko, si ndio? yeye ndo nilikuwa nimemwambia kwanza yeah. alafu, alafu bahati mbaya yeah. mama akajua napiga simu huko mm kavunja simu yangu. Alivunja simu yako? Ya alivunja na akachukua line. Mm. So line hadi nilikuwa nime-register na ID ya mzee, mm. my father. Mm. Sasa hakuna venye ninge-renew na mam ndo alikuanga na hizo ID zake, unaona. So hapo alikuwa ameniweza ndio maana nilikuwa nimenyamaza. M. Hako anataka communicate na ni communicate na mtu yoyote mm. kabisa. Mm. So kwa kitu enye ulikuwa umeguziwa na Chris eh, ok, ni kitu enye ulipokea aje wewe kama mzazi? Ay, mimi lisikia uchungu sana mm. lisikia uchungu kwa sababu mm, uh, watoto yatima wafai kutendewa hivyo, maanake kunyima mtoto chakula mm, na kumfanya aishi ni kama mtu ambaye hana heshima mm, na nyumbani ni kwao mm, baba mzazi ndi alimwachia mahali anaishi mm. Alafu nasikia ati mama wa kambo ndi anakuja kumfanyia vitendo kama hivyo. mm. Mimi hazi kunifurahisha kabisa mm. Yeah, haikunifurahisha so kwa hivyo akikuelezea we kuchelewa, umechelewa tu, ulikuwa usiki vizuri, lakini ungekuwa umefika kitando, hata kutoka angekuwa ametoka huko maanake mm. hata <laughs> mm. sijui nielezee nini wewe mm. imagine kwamba umewacha watoto wako mm. na mama ambaye ama mtu ambaye hakushughulika ama kusaidia kutafuta mm. sana. Sana. Yeah. Mm. So, hiyo mali anakuja kuwatesa mm. mm. Okay, sasa okay, ulikuwa na nia gani ukikuja hivyo mzae, ulikuwa na nia gani labda ama kusaidiaje? Chris, najua okay, na, na ujaona hapa Faith ako shuleni yeah. Ulikuwa na nia gani labda kuwasaidia vipi we kama mzazi nawe kama babu yao? Mm, mwanzo nilikuwa nataka wapate haki yao mm, wapate haki yao mm, e, kila mtu apate kile ambacho anahitaji, mm. e, na Chris feta ako shule ama ni e, ako shule ako shule ako anaenda, lakini sahii anaenda thanks to Binai. Yeah, tuling'ang'ana naye eh, tukampeleka shuleni, lakini tuka amepata kaa amekaa me muda mrefu karibu five uh, months uh, ako anaenda shuleni na kitu likuwa inafanya kuwa anaenda shule ilikuwa ni school fees ndo ilikuwa inafanya amekwama aende shuleni hata . Lakini sasa shida ni kwamba sijui ni kwa nini ajaenda university na alipita vizuri sana mm. Na hizo ndio vitu ambazo zimefanya nije hapa. Sasa shida ilitokea ni pia school fees ndio ilikuwa inaleta shida, ndio maana kufanikiwa kwenda ni kujoin shule. Sasa kinashangaza school fees inakosa aji mm. Na baba aliwacha mali mm. Kila kitu iko inakuaje kwamba anakosa school fees? Kumekuwa na confusion kwa, kwa, hi, kwa hii lini kwa hii boma yake na kwa ile kwa boma yake na nanii Chris. E, ningependa Chris mwenyewe akuelezee kabla mi sija kuelezea vitu mingi ya, kwa sababu enda alikuwa nakaa na huyu mama yake na enda alikuwa najua mama yake vitu alikuwa namfanyia sindio? Ningependa kuguzia hata kama alikuwa amekuguzia, niko sure mambo ya simu huko amekuelezea vitu mingi sana. Sasa venye mepatana hivi na yeye saa hizi nadhani eh, ako kwa nafasi anaweza kuelezea vizuri Chris. Ningependa uelezee babu, mambo yenye mlikuwa mnapitia, yenye ilifanya huko shuleni saa hizi, na yenye imefanya mpaka Faiti hajakuwa shuleni for five months, ndio? Ya, saa hizi hata Chris wenye tunaongea hivi ametokea kwa kazini yake, akikuja hapa yuko kwao time yenye baba alikufa, so mama alianza kuchenja akakuwa analeta wanaume wana, wana, wana act. Hadi kuna siku tulienda tukawapata tuka, tuka, so tukakua hadi na evidence. So tulikuwa tunateswa, hatukuli, mama ananunua chakula anakula kwa rumi yake. And, alafu mambo tu zilikuwa tu mengi, kila siku anatugombeza anatuchapa akafukuza hadi watchman mwenye tulikuanga na yeye. Mi nilikuanga na lala kwa nyumba ya watchman baridi, umbu kuteseka tu, hadi kuna time nishaitoroka nishai, lakini nikarudi tu juu, sasa mi ningeenda wapi? Unfortunately, tukapata n anko, anko, tukakuwa naye akafight akafight. kumbe hadi anko, hata yeye wanashirikiana na mam, tukapata walikuwa na uhusiano washayadi jaribu kupata mtoto, mtoto akakufa. Alafu tukajua anko ndio aliwa baba yetu, walimwekea sumu akiwa na mama ya so hey, unajua hmm. ninashangaa huyo anko yako siku hizi aiko wapi? Mi sahi sijui penye yako hata, I don't care. Sijui penye yako sai But, uh, yendo tulikuja kujua yendo aliwa baba. Unajua mimi hata nishangaa sana, maanake kifo cha huyo kijana mm, ilikuwa ni kifo kingine ambayo hatukuelewa, maanake mm, alipotoka kuja kutoka likizo kuja nyumbani mm, eh, alikuja vizuri mm, na akafika vizuri, lakini sasa baadaye tunakuja tunasikia amekufa ni vile tu tukufuatilia, lakini hmm, mimi sikuwa ni kifo kiwa ni kawaida hmm. Yeah, sisi mali tumefikia saa hii, mzae, mimi sitaogopa kuambia, sisi tulikuwa tumefuatilia na tuko mimi huwa nafanya kazi na kuna daktari mwenye huwa anafanya naye kazi hmm. tulikuwa tumefuatilia kama tumefika mahali na alikuwa ameshaguzia watu wenye walihusika wali kufariki ni ku, kwa kifo ya nania baba ya Chris mwenye amekuelezea tu yanko yake, ambaye ni bradha yake na sasa huyo, huyo nini mama yao mwenyewe alikuwa anaishi naye ndio walihusika kufanya nini kwa kifo ya, kwa kifo ya baba Chris. Hivyo ndio venye ilisemwa na hata mama mwenyewe akakubali kwamba ilifanyika hivyo e, na ni anko yao pia mwenyewe akakuja akapewa punishment na daktari akakubali kwamba ilikuwa hivyo. so ilikuwa kitu ilikuwa imepangwa huyo mwanamke Hatuwezi jua, labda ako kwake, hatuwezi jua ako wapi kwa sababu sija communicate naye, nimeona na kwanza tuongee tuna, na nyinyi ndio labda tunaweza mtafuta tuone, tuna tunafanya namna gani. No, kulingana na sheria na hata jinsi nilielezewa na kijana wangu. Huyo mwanamke hakuna kitu alikuja nayo hapa, na hakuna kitu ambacho anafaa akunayo kwa hiyo nyumba. So ile kitu mimi nataka saa hizi na hiyo, mimi hakuna kitu, hakuna compromise. Ni twende huko kwa hiyo nyumba. Huyo mama tumuondoe hapo, maanake hana kitu chochote ambapo anafaa kufanya hapo, aizitesa watoto wa, wa, wa, wa bwanawake. Hata kama mama kwa ni mama wakambo, kwani ni mama aina gani huyo? Twende huko tumwondoe, hiyo tu ninaweza sema. Hmm. Hmm. Yeah, ndo ilikuwa, hata watoto wenyewe pia walikuwa wameamua kwamba wanataka huyo mama atoke huko. Sasa hiyo ndio kitu tumekuwa tunangang'ana nayo, tunataka tumake sure watoto wamebaki kwa, kwa usalama tu hiyo. yeah, ndio sababu hiyo tu ndio kitu, ni nani anaweza tupeleka huko hata tunaweza enda hata tunaweza enda hivi tukiwa sisi, yeah. tuko kidogo mm. Chris, usiogope mimi niko hapa na nimekuja hapa kutafuta haki yako na ya dada yako, so tafadhali, wewe utuongoze tupeleke wewe, hakuna kitu utasema kazi yote wewe utatuachia sawa sawa, Chris. Hata unamjua? Unajua huyo mtu ako na gani na shawa i tushikia gani huko kitu inafanya Chris anaogopa? ako na ugopa gani? Hmm. Lakini kwa kitu yenye mimi naona tunaweza fanya eh, kabla hatujaenda huko tusiende tu hivyo hivyo, nilikuwa naona nitafutana na daktari wangu, si ndio? e, nitafutana na daktari wangu in case ya anything, kama kuna kitu inaweza happen yoyote, anaweza tujulisha, na anaweza jua venye ana anazuia hizo vitu. Haya, huyo mwanamke ni kucheza na cheza, mimi sioni hata. Kwani bunduki ni nini? ataua wangapi? si afadhali basi apite na mimi, alafu na wengine wabaki nyinyi. Twendeni, mimi sioni kama kuna kitu tutangoja ya yeah, tutaenda nani, mzee yetu naenda, lakini akuja, tungoje kazini yako ndo twende sasa. Tukienda na akuja ama hmm. si amesema ako kwa njia ako kwa njia eh. Eh, sasa mi nilikuwa naona mzee, by the way eh, kabla tujaenda tungoje kazini ya nani ya Chris <sighs> mwenye wanakaa na yee ah, saa hizi akuje tuandamane naye tuende. Ni sawa ni sawa e, lakini kwa kitu yenye huyo mtu alikuwa anafanya haikuwa kitu mzuri mzae e, na msikae mbali na hawa watoto. Ninyi ndio wazazi wenye mlibaki saa hizi, mkikaa mbali na wao watoto watabaki. Unajua sasa saa hizi wenye tunataka twende tumtoe huko, tutamtoa, hao watoto watabaki pale na nani, tabaki watoto wawili huko ndani peke yake na hiyo nyumba ni kubwa sana. Uh, malezi ya vijana, usishtuke usi, usi, usi, usi, usi, usi, wala usiogope mm. Hiyo eh, mimi nita make sure mm. mambo yao yameenda sawa mm. Eh, kutoka mwanzo sasa jinsi tunavyoingia hapo ndani mm. mpaka wamalize shule mm. mpaka kila mtu ajitegemee mm. mimi kila kitu nita make sure imekwenda sawa. Na sasa mzee, wewe uko mbali nani, mzee uko mbali ni si haya mm -hmm. Eh, wako huko Nairobi utakuwa una manage kufanya hiyo kitu hiyo ina shida hata ano, kama ni kutuma anti yake mmoja kuja kae nao oh, at least wapate ile malezi ano, na tupate ule mtu ambaye ako na moyo ano, na utu wa kulea watoto. Unajua, hata daktari mwisho tukiwa na yeye, alikuwa kwa ile nafasi yenye alikuwa anajaribu kutafuta mtu mwenye anaweza kaa na watoto kule kwa nyumba kule e, kwa sababu aliona watoto wakisema saa hizi tunaenda kutoa huyo mama huko aende, au watoto awezi kaa peke yao huko wakikaa peke yao huko, labda hata wenyewe pia kuna vitu zenye wata misuse unajua, mali yenye bado tujarudisha yenye ambayo mzee wake alinunua kando, kuna mahali alikuwa e, bado tujarudisha tu seti alipewa zinakwanga tu kwa room kwa hiyo master bedroom, na sasa ni huyo mama ako nazo. Unajua hata yeye akikuja, kuna, kuna kuna siku amekuja akatuambia kwamba anataka apate half half na watoto, kwa hiyo mali ya mzazi wake, ya mali ya mzazi wa nani, wa Chris baba yake Haf kitu gani? Unajua, unanishangaza mkiniambia. Nilielezewa na kijana mm, kwamba hakuna kitu ambayo alikuja nayo. Okay. Yeah. Wakati bado alikuwa hai. Yeah. Yeah. Mm. Ni kitu ambacho ninajua, kama utakuwa mtu wa kuangalia tulikuwa tunajaribu kuangalia hivo, kama utakua mtakuangalia itakuwa vizuri sana. So tunataka tufight, tumake sure hiyo land imerudisha, tutoe tu vitu zote kwa huyo mama, tusimwachie kitu yoyote. E, na msiogope, na nikiwa na daktari tukienda kule pia nitaweza kumwambia aweze kukinga boma yenu. E, kitu yoyote ikihappen, mtu mwenyewe akijipata kwa shida, akuwa amejipata kwa shida huko, asikuje kulilia mtu, itabidi hiyo boma pia ikingwa yote. Usiogope kumwambia daktari, sawa? Tukiwa naye mwambie boma ikingwa yote, sawa? E, mtu yeyote akiweza kuwahamu huko atapatana na shida mwenyewe, sawa. E, sasa tunataka tungojane na nasikia udaktari unaongea juu yake. Huyu ni mnasikia, -daktari, wa hmm. u, daktari wa kutibu ama daktari wa aina gani mwanake? hmm. Sielewi jinsi unavyosema sasa. hmm. Okay, huyu ni daktari wa kienyeji tu. E, na siwezi sema iti ni mtu anatumia nguvu za nguvu za, za ushetani. Hapana, ni mtu pia anajua Mungu. Eh, ni daktari wa kienyeji tu lakini ananisaidianga kwa kesi mingi. Unajua kesi mingi huwa nasimamia, hata sio hii peke yake. Nimesimamia kesi mingi sana, na yeye anafanyanga vitu zinakuwa rahisi. Hata kama sio yeye, hiyo logbook zenye zimetoka mbili hizo na hiyo title deed yenye imetoka hiyo, na kujua kifo ya mama ya yani ya, ya, ya watoto ni ya baba yao watoto hatungejua. Ni sawa kwa sababu, eh, singependa, si unajua mambo ya saizi na serikali. Ukisema mambo kama hiyo unapeleka serikali, huyu mama anajua kona pesa na venye akona pesa akienda huko, hiyo ni vitu itazama tu kwa itafanyika. yeah, mimi sina shida hmm. so long as kutoka kwa huyo mama au hmm. Uh, daktari akiingia hmm. isiwe tena ni mwanzo ya shida zingine za watoto kwanza, hiyo okay. hapana okay. okay. ni mtu akona roho safi sana, daktari ni mtu akona roho safi sana, sawa sawa okay. so tunaweza enda ama kuna kitu tutangoje, tunataka tusubiri, nani? Tungoje, tungoje kazini ya huyu kwa sababu tusifanye tu vitu kama yuko pia yeye, naenda kuna watoto kwa nyumba saa hizi wenye tunaongea hivi, enda nakaa na wao kutoka. Unajua watoto kama tume kama shida imetokea, walikuja wakaenda kwa anko yao kukaa na yeye, lakini tukakuja tukafuatilia tukapata anko yao ni mtu mbaya, alikuwa yeye ye pia, ye pia, kitu alikuwa anafuata yenye alikuwa anafanya na bembeleza watoto na kukaa karibu na wao ni mali pia, alikuwa anataka apate, unaona huyo anko. Kwa sababu hata ye pia kushiriki kuua baba yao watoto, tunasikia ni wivu, na na pia mali ya huu ya, ya baba Chris nadhani pia alikuwa anataka alafu wivu pia unajua tu mambo ya wivu venye nakuanga mzee. <laughs> ni sawa sawa. Okay. Kwa hivyo hakuna sheria yote ambayo alichukuliwa ama hakuna jambo. Hiyo mambo ya sheria tunataka tumalize hii kesi. Okay, sawa sawa. Hebu nikumbushe jina lako tena nani? Mimi naitwa Binai. Oh, okay. Sawa. Okay. Binai. Okay, uh, sawa. Asante asante. Ah, na ni director Kata.